Usaliti na kutengwa, usaliti na kujitenga. Hivi ndio vitu viwili vinavyomfanya mtu atengeneze pesa na kuwa tajiri kwa urahisi zaidi. Watu wakikusaliti inauma, lakini husaidia kusafisha njia yako unayoendea. Unaacha kupoteza muda kwenye watu wa hovyo, na hatimaye utakapoweza kujitenga nao, utaanza kusikia sasa mawazo yako binafsi, wewe mwenyewe, mawazo yako ambayo ndio original path ya awali ambayo imekufikisha hapa vision yako mwenyewe bila kusikiliza opinion za mtu yoyote, na hapo ndipo unaweza kukua kwa haraka speed. Watu wengi wanakaa kwenye umaskini kwa sababu wako bize kupambana, kuhakikisha kila mmoja aliyemzunguka anakuwa na furaha. Wamezungukwa na kelele nyingi huko nje lakini season yako nzuri ya kutengeneza pesa na utajiri kwenye maisha yako itakujia baada ya kuwa umejitenga mbali na hizi heka heka zote zilizokuzunguka. Kujitenga kunatengeneza focus, usaliti unatengeneza nguvu, na kwa pamoja zinakusaidia kutengeneza aina ya mafanikio ambayo usingekuja hata mara moja kufikiria kama ungeweza kuyatengeneza kama ungeendelea kuwa comfortable na kuwa umezungukwa na kila mtu.